Karibu kwenye channel ya simu nzuri. Leo tunaenda kuangalia simu bora duniani ambazo zimetamba mwaka 2025, na, na bila shaka zitaenda kutamba mwaka 2026. Hizi hapa ni orodha ya simu bora za bei zinazoanzia milioni mbili kwenda mbele, ndizo simu janja zilizokamili kwenye vipengele vingi. Hiyo ni simu bora duniani kwa mwaka 2025, japo na nyingine zipo, hizi ni baadhi tu. Ukimiliki moja ya simu hizi utamiliki simu yenye nguvu kubwa ya kiutendaji, kamera kali, teknolojia mpya za kurahisisha kazi za hasa artificial intelligence ambayo kwa sasa inazidi kushika kasi. Tuitazame kila simu kufahamu kiundani kiundani na thamani ilizo nazo. Simu ya kwanza Samsung Galaxy S25 Ultra. Hii ni simu ya toleo la juu ambayo bei yake kwa Tanzania inafika milioni nne kwa wakati huu. Samsung Galaxy S25 Ultra inazipita simu nyingine hasa upande wa kamera, software, pia uwepo wa pen ya kutachi skrini ambayo inatambulika kama stylus. Kwa upande wa Galaxy S24 Ultra hasa upande wa kamera, inapiga picha nzuri kuliko simu nyingi ambazo zipo sokoni kwa wakati huu, na utendaji wake ni mkubwa. Hii ni simu ya Android inayotoa sapoti ya software kwa kipindi kirefu cha muda mrefu. Ukiwa nayo, utakuwa unapokea matoleo mapya ya Android kwa muda wa miaka saba mfululizo. AI ni revo nyingine upande wa hii simu, ina mifumo ya kutafsiri lugha na sauti, hivyo ukiwa unaongea na mtu asiyeelewa lugha yako, hii simu itatafsiri kwa njia ya maandishi. Simu ya pili ni iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro Max, bei ya iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro Max kwa Tanzania ni shilingi milioni nne. iPhone 17 Pro Max inajitofautisha na matoleo mengine hasa kiutendaji, ukaji wa chaji, usalama na mfumo mzima wa software yani, mfumo wa mfumo endeshi wa iOS. Hakuna simu yenye ufanisi mkubwa kwa sasa kama iPhone 17 Pro Max. Kwenye upande wa chaji, iPhone 7 Pro Max inaweza kudumu na chaji hadi masaa 18 kwenye matumizi ya internet ya kawaida. Kucheza gemu muda wote simu inadumu hadi masaa 12. kwenye utendaji, iPhone 17 Pro Max inatumia prosesa yenye nguvu kuliko zingine mpaka wakati huu. Kwa bahati mbaya Apple hawaja master vizuri upande wa AI. Wamekuwa nyuma mbele ya simu nyingi za Android hasa Samsung na Google Pixel, kumi. Simu ya tatu ni Vivo X300 Pro. Bei ya Vivo X300 Pro kwa Tanzania ni shilingi milioni nne na laki moja. Vivo ipo kwenye orodha ya simu bora zaidi duniani kwa mwaka 2025 kwa sababu hizi. Ni simu yenye kamera kali kuliko simu nyingine Unajua, unaweza ukaigeuza hii simu kuwa professional camera. Pia simu ina processor yenye nguvu sana. Processor hiyo ni ya MediaTek Dimensity 9500. Kwa miaka sita mfululizo inapokea matoleo mapya ya Android, kitu kinachotunza thamani ya simu kwa muda mrefu. Na simu inayofuata ni Xiaomi 17 Pro Max. Bei ya Xiaomi 17 Pro Max kwa Tanzania inaenda hadi shilingi milioni tatu na laki tatu. Xiaomi 17 Pro Max ni moja ya simu bora duniani kwa sababu ya muundo wake wa kipekee. Pia ni moja ya simu yenye betri kubwa kuliko simu nyingi, hivyo hii ndiyo simu inayokaa na chaji kwa muda mrefu sana katika Xiaomi ambazo zimewahi kutoka miaka ya karibu. Yaani kwenye matumizi ya intanet ya kawaida betri inadumu hadi masaa ishirini. Pamoja na betri kuwa kubwa kwenye kucheza game inaachwa na iPhone 17 Pro Max. Muundo wake umeongeza display upande wa nyuma. Hii display inasaidia kupiga picha ya selfie kutumia kamera kuu. Simu inayofuata ni Oppo Find X9 Pro. Oppo Find X9 Pro. Bei ya Oppo Find X9 Pro kwenye masoko ya dunia ni shilingi milioni tano 5 na laki nne, bonge la bei. Hii simu ipo kwenye hiyo orodha ya simu kali duniani kwa sababu zifuatazo: kwanza kwenye hii orodha ndiyo simu inayoongoza kwa kukaa na chaji muda mrefu. Ni moja ya simu yenye utendaji mkubwa pia inapokea maboresho mapya ya Android kwa miaka mitano mfululizo. Kwenye ukaji wa chaji, simu inadumu hadi masaa ishirini na moja kwenye matumizi ya kawaida. Ndiyo simu inayokaa na chaji masaa takriban 13 ukiwa nacheza gemu muda wote bila kupumzika. Kijumla, Oppo Find X9 Pro ndio simu inayokaa na chaji zaidi duniani kwa sasa. Simu inayofuata ni Huawei Mate XTS Ultimate Design. Bei ya Huawei Mate XTS Ultimate Design kwa Tanzania ni shilingi milioni 11. Hii ndio simu ya harama kwenye hii orodha, ni simu yenye gharama kubwa kuliko zote. Sababu kubwa ya uwepo wake kwenye orodha hii ni muundo wake wa kipekee. Vitu vingine, Mate XTS Ultimate inaachwa mbali sana na simu zote zilizopo kwenye orodha ya simu bora duniani kwa mwaka 2025. Muundo wa simu umetengenezwa kwa uwepo wa screen tatu kwenye simu moja yaani, simu inaweza kujikunja mara mbili ama kuikunjua na kuwa pana kama unavyoiona. Simu nyingine ni OnePlus 15, OnePlus 15. Bei ya OnePlus 15 kwa hapa Tanzania ni shilingi milioni mbili na pointi nne yani na laki nne. ukilinganisha na simu zingine zilizopo kwenye orodha kuna kitu utakiona ina vitu vingi vyenye kuendana ikiwemo utendaji mkubwa wenye nguvu. Sababu, sababu kubwa ya uwepo kwenye hii orodha ya simu bora duniani ni bei yake kuwa rafiki. Ukilinganisha na simu zingine bora duniani, ina vitu vingi vinavyopatikana kwenye simu za gharama kubwa zaidi. Kwa hiyo kama bajeti inakaza sana, OnePlus 15 inakupa mbadala sahihi na mzuri. Simu nyingine ni Sony Xperia 17. Sony Xperia 17 inauzwa shilingi milioni 4 kwa hapa Tanzania. Kama unataka simu yenye kamera kali sana, Sony Xperia 17 ni chaguo moja wapo. Kwenye mazingira yote, mwanga hafifu na mwanga mwingi, picha inatokea vizuri. Mbali na kamera, simu ina utendaji mzuri na mfumo wake ni simple sana hauna mambo mengi. Sony Xperia 17 itakuwa ikipata maboresho mapya ya Android kwa miaka minne. Simu nyingine ni Google Pixel 10 ambayo imetoka hivi karibuni. Google Pixel 10 ndiyo simu ambayo huwa iko mbali sana kwenye upande wa kamera, kamera za Google Pixel huwa zinatoa picha nzuri katika mazingira yote, na pia hii simu ina utendaji mzuri mkubwa kutokana na Google kutumia chip zao, lakini nimeiweka mbali kwa sababu chip ya Google ambayo inatambulika kama Google Tensor huachwa mbali sana, sio mbali kihivyo, lakini huachwa mbali na matoleo ya prosesa zinazotumika kwenye Samsung Galaxy S25 Ultra ama iPhone 17 Pro. Kwa hiyo inakuwa inachwa kiushindani na wenzake. Sasa kusubscribe